Shalom, mtu wa Mungu, nipe dakika moja usikilize ushuhuda huu. Ni singo madha aliyekuwa amekata tamaa kabisa kwenye eneo la mahusiano kwa maumivu na changamoto alizowahi kupitia, lakini baada ya maombi ananipa ushuhuda, Mungu ametenda jambo. Ni miezi miwili iliyopita nilianza kuomba, naye alikuja akiwa na machozi akiwa na kilio na akiwa amepoteza tumaini la kuweza kupata ndoa na kuweza kupata kibali cha kupata mwenza sahihi, lakini leo hii ananipa ushuhuda kwamba Mungu ametenda. Karibu tumsikilize. Ilikuwa ni miezi miwili iliyopita nimeanza kufuatilia masomo yako Ndiyo. ya maombi na dawa mm. lakini pia kusikiliza tofauti tofauti na kufuatilia mtandaoni Ndiyo. um, ilikuwa na changamoto mbalimbali mbali, pamoja na changamoto kubwa ilikuwa ni msumbwani mm. kupata mwenza sahihi kwa mm. maisha yangu mm. uh, nilianza kufuatilia masomo yako Amen. na kuanza kufuatilia, kuanza kusoma Biblia mm. um, nilikuwa nafuatilia sana sana maombi ya kupata mwenza sahihi yeah. kwenye yako mm. baada ya hapo, nilianza kufunga kadri ya ulivyokuwa unatuelekeza. Anasema alikuwa anafuatilia maombi ya kupata mwenza sahihi. Nimekuwa nikitoa maombi haya nikiombea eh, watu wanaokuwa kwenye changamoto kama hii. Kuna mabinti ambao wamekuwa kwa muda mrefu kwenye hali hiyo, wanatamani kupata mwenza sahihi, wanapata mahusiano inaowaumiza na wengine ni masingo madha wanatamani waweze kupata wenza wao sahihi, lakini kuna nguvu za giza zinakuwa zinawazuia. Huyu ni mmoja kati ya ambao walikuwa wamezuiliwa, lakini sasa ananipa ushuhuda ya kwamba kuna jambo ambalo Mungu ametenda. Tuendelee kumsikiliza ushuhuda. mm -hmm. na kutoa ushuhuda wa muujiza Mungu alionifanyia ndio nashukuru Mungu. Ilikuwa ni wiki tatu zilizopita, ndio ilikuwa nasafiri kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani mm -hmm nashukuru Mungu aliweza kunikutanisha na mwenza wangu kuwa naomba siku zote. Amen. anasema kwamba ni wiki eh, kama mbili zilizopita alikuwa anasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, lakini katikati ya hiyo safari, alipofika mahali hapo, Mungu akamkutanisha na mwenza alikuwa akimwomba Mungu kwa muda mrefu na Mungu amekuwa ni mwaminifu katika jambo hili. Anamtukuza Mungu kwa ajili ya matendo makuu aliyoyatenda. Kwa muda mrefu amekuwa kwenye pito hili. Pengine nawe unakuwa kwenye pito kama hili au upo wakati huu kwenye pito kama hili. Mwamini Mungu, Mungu ni mwaminifu sana. Tumalizie kusikiza ushuhuda wake. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili yako, mtumishi wetu unaetuombea maombi hmm yetu, anapata kibali mbele za Mungu. Amen. Kicho naleta hapa ni kutoa ushuhuda lakini pia nakuasi wenzangu ambao wanapitia changamoto tofauti tofauti. Oh, yes. Usikate tamaa, waendelee hmm, kufuatilia masomo yako hmm, na kuendelea kumsihi Mungu lakini pia usisahau kufunga. Yes. <coughs> Kwa imani, na kumsihi Mungu afanyie muujiza. Amen. Ametoa ushuhuda lakini pia amekutia moyo wewe mwenye pito kama hili mwamini Mungu. Mungu ni mwaminifu na maombi ni dawa, ubarikiwe sana. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa.